Hii ni Mlolongo, kaunti ya Machakos, eneo linalokuwa kwa kasi, mita chache tu kutoka barabara kuu ya Mombasa. Lakini tunapogeuka kuelekea barabara ya Gossip phase 3, taswira hubadilika: mashimo, matope na vumbi. Barabara ambayo imekuwa kilio cha wakazi kwa miaka kadhaa. Wakati wa mvua maji hukusanyika kana kwamba hapa si njia ya usafiri bali ni kijito kisicho na mwelekeo. Magari hukwama, bodaboda -boda husukuma pikipiki -piki zao kwa tabu. Ukweli wa barabara hii huonekana wazi kila mvua inaponyesha. Mwaka uliopita, serikali ya kaunti ya Machakos ilizindua mradi wa kuitia lami barabara hii. Viongozi walifika, ahadi zikatolewa. Watu wa Mlolongo, ile kazi mimi nawafanyia, kwa sababu nyinyi mlinipigia kura na roho moja, na every time nikija hapa Mlolongo mnanikaribisha na roho safi. Kwa nini nisiwafanyie kazi? Na mjue mimi ninawapenda. Hapa ni nyumbani, mimi nimezaliwa hapa, nimelelewa. Wapi nikataka kutengeneza? Nani atakuja kutengeneza? Ni lazima nitengeneze hapa nyumbani. Hii ni Christmas mawekea lami, hii Christmas mawaletea, mmefurahia. Wananchi wakashangilia. Hadi kufikia sasa ni kilomita mbili tu zilizowekwa lami. Mimi ni Oliver Mwendo, mkaazi. Hii ni mkaaji wa Mlolongo Phase 3 yenye iko Machakos County, na tuko na shida sana sana kwa hii barabara inazunguka Mlolongo, napitia police station, inazunguka Mlinge scheme inapita hapa inarudi tena ngozi. Tuko na changamoto sana, kwa sababu hata mama tusikuwe watu, kuna wagonjwa kutembea kwa barabara pia, hata magari kuna shida, magari kuna shida. Sasa tunashindwa, madam gavana alianza hii lami akafanya siku mbili, amesimama. Madam gavana wa Wavinya Ndeti akasimamisha hiyo barabara, sasa tujui next ame ameamua kufanya nini? Ama mnataka tena aitumia kama eh, kituo ama anataka kuitumia kama kabin tool ya 2027 ambayo hatutakubali kamwe. Je, ni kipi kilichotokea? Fedha zilitengwa kiasi gani? Mradi ulikuwa wa umbali gani na kwa nini haujakamilika? ni maswali ambayo wakazi wa Mlolongo Phase 3 kila siku wanajiuliza. Amkweli, ahadi ni deni, na deni likicheleweshwa kulipwa huzua maswali. Governor, ulituelezea kuwa utatuundia barabara. Tuliona barabara yenye umejaribu kuunda ni barabara ya police station huko juu kuenda Phase 3. Na hiyo barabara kwanza uliunda na siku mbili, sahizi already zimeanza kubomoka, na tunakuuliza hii barabara ya kasina Phase 3 utatuundia siku gani? Kwa sababu mwanzo sisi tumechoka kutengeneza pikipiki kila wakati. Gavana, hii ripoti kufikie watu wa bodaboda Phase 3 Mlolongo, tunalia kwa sababu ya hii njia. Tulitembelea sehemu iliyowekwa lami takriban kilomita mbili iliyonyooka iking'aa, tofauti kabisa na hali ya upande uliosalia. Tofauti hii inazua swali moja kuu: kwa nini sehemu moja ikamilike na nyingine iachwe katikati? Serikali ya kaunti imedelay Unaona na haina faida kwa mwle mwananchi wa, wa chini ile. Unaona, saa kwetu sisi kwetu maisha ngumu mm. Usafiri nayo baya sana mm. Biashara nyingi zimeathirika, wateja hukwepa kupita, bidhaa huchelewa kufika. Barabara ya Gossip kuelekea Phase 3 si tu mchanga na mawe, ni njia ya wanafunzi kwenda shule, ni njia ya wagonjwa kufika hospitali, ni njia ya wafanyabiashara kutafuta riziki. Gari za kuleta mizigo za biashara zimekuwa zikitatizika kwa muda, licha ya kwamba barabara hii tayari ilikuwa imewekezewa fedha ili eh, itengenezwe, lakini mpaka sasa, miezi miwili baadaye, mradi huu bado hakuna maendeleo. Niite Salima tano na hii ni Wakare TV. Tupo hapa Mlolongo phase 3, hii ni county ya Machakos.